Operation Spiderweb drones za Ukraine zilivyosababisha hasara kubwa kwa taifa la Urusi. Leo tutazungumzia jinsi operation iliyofanywa na jeshi la Ukraine dhidi ya taifa la Urusi ilivyosababisha hasara kubwa kwa taifa hilo. Lakini kikubwa sana katika ile jinsi gani vifaa vya teknolojia vya gharama nafuu vilivyotumika kusababisha hasara kubwa kwa jeshi la Urusi. Kwa kipindi kirefu katika vita hii tumezidi kuona jinsi gani teknolojia za drones zimetumika kusababisha hasara kubwa kwa vifaa vya kijeshi vya thamani kubwa sana. Hii ni kwa sababu drones zinaweza kutengenezwa kwa wepesi na kutokana na maendeleo ya teknolojia hasa katika upande wa internet umewezesha drone hizi kuweza kuendeshwa kwa usahihi na kwa ufanisi mkubwa, hata kwa watu walio kilomita nyingi mbali na eneo ambazo drone hizo zinafanya kazi. Sasa tuangalie

makontena haya yalibebwa na malori ya kiraia na madereva wa Kirusi waliokuwa wajui chochote kuhusu mzigo waliokuwa wameubeba. Na madereva hawa walielekezwa kufika maeneo maalum karibu na vituo vya anga vya Urusi mnamo Juni 1, 2025 wakati ndio siku ya kufanya tukio hilo lilitakiwa kufanywa, paa za ale makontena zilifunguliwa zenyewe na drone zote 117 zilirushwa kwa wakati moja. Kila drone ilikuwa na rubani wake ambaye alikuwa nchini Ukraine akiendesha kwa umbali kupitia mtandao wa simu wa Urusi wakitumia program za pilot za drone. Kikoloni inayofanywa kama pilot kwa utulivu na kuweza kufanikiwa kuzipeleka ndege hizo katika maeneo ya mashambulizi. Kwa hiyo malori wale madereva wale walielekezwa kupaki maeneo mbali mbali karibu na kambi za kijeshi. Lakini kumbe zile paa za magari ziliweza kufunguliwa kutokiwa mbali na zile drone zilitoka. Matokeo ya shambulio ni hasara kubwa kwa Urusi. Shambulio lilisababisha uharibifu wa ndege kubwa za, za za, anga za jeshi za Urusi ambapo hadi kwa sasa makisio ni ndege zaidi ya arobaini na moja za kivita ambayo hii inaweza kuwakilisha si chini ya asilimia 25 ya ndege zote. Na hasara ambayo inakadiriwa kuwa dola bilioni saba au zaidi ya trilioni kumi na sita. Je, yeah, teknolojia gani ambazo zimetumika katika droni hizi? Droni hizi ni maarufu zinaitwa droni za mfumo wa FPV, first person view. Ni droni za bei nafuu na rahisi kutengenezwa, zina uwezo kuendeshwa kwa rubani kuvaa kifaa usoni cha kumfanikisha e kuweza kuona wakati ndege ikiwa mbali, ye anaweza akawa eneo jingine akiwa anatazama na kuona mazingira yote yaile droni inavoruka. Lakini kingine ni programu ya autopilot, ambao ni mfumo wa programu wezeshi ya kuendesha droni ambazo zinaruhusu watengenezaji wa hizi droni kuziwekea njia na maeneo ya kupita hata kama takosa huduma huduma ya internet kwa kipindi fulani, bado zinaweza zenyewe zikajiendesha na kufika maeneo zilipotakiwa kufika. Teknolojia nyingine ni ya mtandao wa simu 4G na LTE, na inaaminika kwamba kupitia teknolojia hii drone hizi ziliweza zenyewe kutumia internet ya Urusi kuweza kufanya mawasiliano na waendeshaji wa drone hizo ambao wa walikuwa Ukraine. Je, kuna nini baada ya hapo? Baada ya tukio kutokea, Ukraine walihakikisha kwamba wafanyakazi wote walihusika katika uandaaji wa zoezi hili operation waliweza kutoka nje ya Urusi kabla ya mashambulizi kuanza. Kwa hiyo shambulio hili ni la kipekee na ajiathiri tu miundo a kijeshi ya Urusi bali pia morali ya jeshi la Urusi, ikionyesha kwanza kwamba hata maeneo ya ndani ndani kabisa ya Urusi ambayo ya yako mbali kutoka mipaka yake na Ukraine nayo na hayapo salama. Operation Spiderweb ni mfano wa jinsi taifa lenye rasilimali chache linaweza kutumia teknolojia ya kisasa, ujasusi na ubunifu kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya taifa jingine lenye nguvu zaidi. Kwa kutumia drone za bei nafuu, program ambazo nazo ni za bei nafuu na mitandao ya mawasiliano, Ukraine imeweza kuonyesha jinsi gani vita za kisasa zinaweza kufanyika zikitumia akili na mipango madhubuti. Unafikiri matumizi ya drone kama haya yatabadilisha jinsi vita zinavyoendeshwa duniani?